Na katika eneo bunge la Magarini, kampeni za uchaguzi mdogo eneo hilo pia zimefika kikomo huku vyama vikiendelea kuitia bidii kuwashawishi wapiga kura. Mbunge wa Nyali Mohammed Ali aliongoza misururu ya mikutano ya kumpigia debe mgombea wa DCP Stanley Karisa Kenga. Kikosi cha ODM kikiongozwa na naibu kinara Abdulswamad Sharif na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro nao walinoa makali ya mwisho. Msafara wa chama cha DCP ulibisha hodi katika mitaa ya Ngomeni, Mjanaheri na Marereni katika hatua ya kusaka kura za la salama. Safu hii ikiongozwa na Mohamed Ali, mbunge wa Nyali na UDA anayeonyesha usuhuba wa karibu na chama cha DCP cha Kirigadhigashagwa. Viongozi hao waliendelea kumpigia debe Stanley Kenga Karisa kwa uchaguzi mdogo wa Alhamisi. kwamba Alhamisi tutaamka asubuhi na mapema ili tuende tuchague kiongozi bora na simu ingine ni Stanley Karisa Kenga, ili anapoingia kuongoza yale mengi ambayo tumeyakosa kutoka kwa wale viongozi wengine waliotutangulia tuhakikishe kwamba tutaweza kuyapata kwa huu muda ambao umesalia. Kwa hiyo mimi naomba kumshike mkono wa tafadhali, msimwachilie siku ya kupiga kura. Tokeni wadogo kwa wakubwa, hata kama kuna mgonjwa nyumbani zangu tuamkeni, tuhakikishe tukimchagua Stanley, tumepeleka kasongo nyumbani. Chama cha ODM kimetumia muda wake kunoa makali kumpigia debe Harrison Kombe, naibu kinara Abdulswamad Sharif Nasir na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro wakiongoza mikutano kwa imani kuwa watarejesha usukani wa Magarini kwa ODM. Tuna imani ya ushindi na lile ambalo kwamba tunataka kulitarajia sasa hivi ni uh, kile kiwango tutakaowaacha wale wapinzani wetu, sio masuala ya ku, ku, kushinda, hiyo tayari tuko nao imani. We are peaceful in Magarini. We will continue to be peaceful in this election. We have no other plan than winning this election because we have campaigned, have traversed this place, have campaigned and the people of Magarini have confidence. Ushindi, tuko na imani ya kwamba tuko nao maswala ni tunawaacha hawa wapinzani wetu na kura ngapi. So, tuna wasia wangu kwa wananchi wa Magarini ni kwamba tuwezi kujitokeza kwa wingi na hiyo siku, tuzidi kudumisha amani. Jumla ya wapiga kura 80128 wanatazamiwa kushiriki katika vituo 193 vya kupigia kura katika wadi sita za Magarini, Gongoni, adu Garashi, Sabaki na Marafa. Baada ya kukamilika kwa kampeni, tume ya IBC sasa ipo mbioni kukamilisha hatua za mwisho za kipute cha Magarini. Francis Mtolaki Ringa, Citizen, Magarini, kaunti ya Kilifi.